Baada ya kujifunza ni kwa jinsi gani tunaweza tukafanya settings e, katika canvas au settings katika kutengeneza a, dokumenti ambayo ni mpya, kwa maana ya kwamba tunahitaji labda kutengeneza dokumenti yenye format ambayo inaweza ikawa inafaa kwa ajili ya posters kama za Instagram, Facebooku, au kazi yoyote ambayo wewe unatamani kuitengeneza katika vipimo ambavyo wewe tayari umekwisha kuvipendekeza. Tunakuja katika swala jingine muhimu ambalo ni swala la kutaka kujua sasa kiundani zaidi kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya tuka ki, tuka wakati tumeshaingia katika ah, mfumo wa hiyo canvas au ah, mfumo wa huo uwanja wa kueditia. <coughs> Basi kwa wakati huu tunaweza tukaelekezana vitu vichache hapa katika hii sehemu ya pili ya mafunzo ya Adobe Photoshop. Langu jina ni Elibariki Labani kutoka Mwaisa Academy na nitakuwa pamoja na wewe kuanzia mwanzo wa madarasa haya, kama nilivyokuahidi, hadi mwisho katika kuhakikisha kwamba unakuwa unaelewa jinsi ya kuweza kutumia Adobe Photoshop hasa kwenye misingi muhimu ambayo itakusaidia wewe kuwa mbunifu sahihi katika kuhakikisha kwamba una master uh, ili, ili darasa la la mafunzo ya Adobe Photoshop. Basi leo tutaanzia hapa. Usi ni kwamba wakati uliopita tuliishia pale wakati tunajaribu kutengeneza dokumenti ambazo zinaweza zikawa ni sahihi na pia nikaelezea kuhusu dokumenti aina ya, ya rangi na nini, lakini leo tunaweza tukaanzia hapa. Ukishaingia ndani katika Adobe Photoshop kwa ku create maybe new layer, mfano naweza nikaja hapa file, nikaenda new, then nikachagua, naweza nikachagua vipimo vya aina yoyote ambayo mimi nataka kufanya kitu ambacho na, naona kama kitakuwa sahihi. Mfano mraisi, naweza nikachukua kipimo labda cha sentimita nitatumia sentimita, nitakuja labda nitumie sentimita kumi kwa sentimita kwa sentimita kumi Hapa sehemu ya resolution inaweza nikashusha ikawa sabini na mbili lakini unaweza ukapandisha hadi mia tatu ni wewe utakavyoona. Sehemu ya sehemu ya hii sehemu ya sehemu ya hapa hivi, sehemu ya color mode unaweza ukaweka ukaweka labda RGB au CMYK kivyovyote utakavyohitaji, lakini mimi nitaacha RGB, then nitafungua kama hivi. Nikishafungua Adobe yangu naona imeniletea hii mistari ambayo ipo pembeni, hii waga tunaiita guidelines, ambayo huwa inanisaidia mimi wakati inapokuwa na edit posta yangu ya aina yoyote au ya kazi yangu yoyote, inapokuwa katika mfumo mfumo kama huu, inakuwa inaniongoza kwamba aha, nina ni, labda niishie hapa, ili kusudi isije ikatoka nje, kwa maana ya kwamba ya frame ya hii posta ikakosa mwonekano mzuri, au wakati mwingine unaweza ukaitumia katika mazingira fulani ili isikate katika hivyo vipimo ambavyo unaenda kuapply, hasa kwenye mitandao ya kijamii isiathiri hizi age za huku pembeni, kwa maana ya kwamba usije ka edit ukajikuta umepitiliza e, katika kufanya kazi yako iwe na mwonekano mzuri. Kwa kusema hivyo, nini kinachofata? Kinachofata ni kwamba siku ya leo nilitamani tujadili mambo machache sana kuhusiana na tools mbili au tatu kadiri itakavyowezekana ili tujue zinakuwa zinafanya kazi gani. Ehe. Tools zinakaa hapa katika, katika huu mstari hapa. Hapa nilikuelekeza kwamba panaitwa panaitwa tools bar hapa. Na huku juu kama nilivyokuelekeza hizi ni menus, huku ni panels. Hizi ndo panels zinakokaa na panels hii hapa ya brushes, maybe ya brushes unaona hii hapa. Kuna paneli nyingi nyingi nyingi lakini tutajaribu kuelezana jinsi inavyokuwa inaendelea kukaa okay. Kwa kurahisishia kwa mara ya kwanza unapoingia katika mfumo huu, kwa sababu kidogo mimi nilifanya editing za panels kama unavyoona, utakuja sehemu ya hapa juu maybe, kuna kitu unaona setting zake haziko sawa, utakuja sehemu ya window hapa Then utaenda sehemu imeandikwa workspace, utashuka mpaka sehemu imeandikwa reset essentials. Maana yake nilikuwa kwenye mfumo wa essentials, ambapo sasa nikifanya reset itakaa namna hii. Hii ndo Adobe Photoshop ambayo itakuwa tayari ipo katika mfumo wa default jinsi ilivyokuwa imetengenezwa. Hapa nipo kwenye essentials, kwa hiyo labda nikitaka kuanza kutumia mambo ya graphics and web, nitashuka hapa kama wewe unataka kufanya mambo ya 3D utakuja hapa 3D. Kama wewe unahitaji kutumia mambo ya motions utakuja kwenye hapa kwenye motion. Kama unahitaji kuprinti na nini, photography na vinginevyo vingi. Kama labda utaona kuna vitu umekosea, unaweza kaja hapa reset essentials, kama hivyo itakaa vizuri. Leo tutajaribu kufanya vitu vichache ambavyo vinaweza vikawa ni muhimu kwa upande wetu nilitaka tujifunze namna ya matumizi ya matumizi ya hizi tools hizi tools tools hizi mbali mbalimbali ambazo zinakuwa hapa, tukianza na move tool. Move tool ni aina gani ya tools? Move tool ni tools ya kwanza kabisa juu hapa, inaonekana hapa juu kabisa katika uh, hii paneli ya tools bar, na yenyewe ukijaribu kusogeza kasa yako hapa kwa maana ya aka kakasa kadogo aka ehe, utaona inavyoonesha kwamba yenyewe kazi yake inafanya ku move subject au object ya aina yoyote ambayo inakuwa katika mfumo ambapo inakuwa katika eneo la kuedit. Mfano mdogo, naweza nikajaribu nika kuchora umbo, mfano naweza nikachora umbo kama hivi, alafu nikabadilisha rangi, labda nikaweka nyeusi, nikachora jingine labda hivi alafu hili jingine nikalipa rangi labda kijani. Okay, sorry, laza nikaja hapa nikalipa hili kama nilivyosema, nikatoa rangi nyeusi, nikaja hapa nikaja nikachora umbo jingine tena alafu nikaacha rangi labda rangi kama hii hapa kidogo awesome, kwa sababu naweza nikaja naweza nikaja hapa akachora umbo nyingine labda hapa hivi, then nikaweka rangi maybe nyekundu kama hivi. Sasa move tool inafanyaje kazi? Ukibonyeza hapa move tool, shortcut yake shortcut ya hii e, move tool shortcut yake ni v kwenye kibodi yako herufi e, v ndio inawakilisha move tool. Kwa hiyo yenyewe kazi yake ni kushika na kusogeza, kusogeza, kusogeza umbo au subject au object katika engo unayokuwa unahitaji. Mfano, unaweza ukashika hapo ukasogeza, naona unaweza ukashika hapo ukasogeza kama hivyo Wakati mwingine unaweza usione hizi eji za huko pembeni, unaweza ukaangalia kwa kuwasha hii show, trans, hapa, transform controller, ambapo unaweza ukapunguza ukaongeza. Hii ndo kazi ya move tool inavyokuwa inafanya. Pia unaweza ukaona hivi vya ndani, ukajaribu kutengeneza umbo lenye le muundo wowote unaokuwa kwa unauhitaji wewe, kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya move tool inakuwa inafanya hivyo. Unaweza ukasogeza hivi, maybe una yani kivyovyote utakavyohitaji, hii move tool itakuwa inafanya hiyo kazi. Unaona hii move tool inakuwa inafanya hiyo kazi. Unaweza ukashika hata eh, hichi kisehemu cha hapa kwenda juu na kushuka chini, kama unahitaji labda kuona zaidi. Unaweza ukasogeza hivi kwenda kulia na kushoto. Kulia, kushoto kama hivyo kivyo tutakavyokuwa. Na hizi zilizopo hapa juu, hizi zinaitwa title, hizi zinaitwa titles ambazo kuna title ya hii kazi ambayo mimi nilijaribu kuifanya. Kuna title ya kazi nyingine hii hapa kama unavyoiona, kuna title nyingine hii hapa. Hii unaona imeandikwa PSD 2, hii imeandikwa PSD 1. Alafu hii imeandikwa untitled kama unavyoona untitled 1, untitled 2 maana yake sijaipa jina. Hata hii kuipa jina ndio maana iko hivyo. Haya, hapa kwenye move tool kuna nini? Kuna kitu kinaitwa artboard, artboard tool kama unavyoiona. Hii artboard tool inafanyaje kazi? Yenyewe inakuwa inafanya kazi kama ifuatavyo. Yenyewe unapokuwa umetengeneza artboards nyingi kwa ajili ya kufanya labda editing, labda mtu unakuta anatengeneza page za za, za za dokumenti fulani labda yenye mfumo wa labda mfumo wa books, labda booklet au kitu chochote ambacho kinakuwa kwenye mfumo wa page, labda kuanzia mbili na kuendelea, mara nyingi huwa tunatumia mfumo wa artboard. Ambapo tukija hapa, artboard tutaipata wapi? Tutakuja sehemu imeandikwa imeandikwa layer, utaenda kwenye sehemu imeandikwa new hapa utashuka utakuja mpaka sehemu imeandikwa artboard. Hapa utabonyeza artboard, itakuja artboard 1. Sisi tunaweza tukaandika labda post, maybe post 1, yes, post post 1, kama hivyo. Tukishaandika hivyo, tutapiga okay. Kama unavyoona pixels zake hizi hapo zinasoma hapa 283 kwa 283 ambayo ndo square ya hichi kiboksi chetu, tutapiga okay. Utaona itaonekana kama hivi. Sasa tunawezaje ku apply artboard? Tukija hapa sehemu ya artboard utabonyeza, ukishabonyeza utaona matokeo kama haya hivi. Unaweza ukashika hapa pembeni ukasogeza, then unaweza ukaongeza kwa hii kutumia hizi alama unazoziona maana yake Utakuja utashika hapa pembeni utasogeza kidogo, utaona hizi alama zinaonekana. Kwa hiyo ukija huku kushoto, unaweza ukaongeza peji zingine kwenda kushoto au kwenda huku kulia, au unaweza ukaenda juu au ukashuka chini. Mfano, mimi naweza nikaenda kulia nikabonyeza hivi nikabonyeza tena na tena na tena na tena, zikawa nyingi kama unavyoona. Hizi zote zinaitwa artboard, maana yake ni artboard. Hapa hii tuliandika post one, maana yake tungeamua tungeandika post two lakini imekuja artboard one, artboard two, three, four na kuendelea. Kwa hiyo hizi zote zenyewe zinaitwa artboard. Kwa hiyo matumizi ya hii tools yenyewe ni kukusaidia control artboard zote zilizopo. Kwa hiyo naweza nikachukua huu mshale wangu nikabonyeza hapa nikasogeza hii artboard karibu na hii nyingine, unaona kama inavyokuwa Aya, naweza nikasogeza hivi nikaja nikasogeza na hii nyingine, kwa sababu tayari nimesha select artboard, naweza nikasogeza hivi. Lakini hichi kinafanyika wakati umeselect hiyo tool ya artboard. Ukishakuja hapa kawaida hivi, labda hapa kwenye move tool, uwezi kwenda kuchukua hii kazi ukasogeza hivi, unaona inakuwa inagoma, inakuwa haifanyi haifanyi function yoyote, yani kwamba haifanyi kazi yeyote lakini unapoweka kwenye sehemu ya artboard, ukigusa tu lazima itakuwa ina uwezo wa kumove kwenda unakotaka ikae. Unaweza kaishusha hapa chini kivivyo tutakavyoamua. Unaona, unaweza ukaje ukaishika hii hapa nyingine ukaileta labda ikakaa hapa. Unaona, zinaweza zikajipanga kivivyo wewe utakavyopenda. Unaona, unaweza ukashika hii ukabonyeza delete ukaifuta ikabaki labda nne unavyoona, ukaja nyingine kama hii ya huku, hii iliyoko huko mbali huku. Haya, utabonyeza hii artboard, utakuja hapo, utaisogeza. Kama unataka kufuta na yenyewe, utabonyeza delete, utafuta. Kwa hiyo hapo ni kwa jinsi gani, sasa tunajifunza namna ya kutengeneza artboard na namna ya kutumia hiyo tool inayoitwa artboard. Ehe, unaona. Hayo ndio matumizi ya artboard. Haya sasa, kwa kusema hivyo basi, kwa leo ni rahisi sana kuishia hapa na pia ni, ni, itakuwa ni wakati mzuri wa kwenda kufanyia kazi hii tools ya kwanza, namna gani unaweza uka ukaanza ukawa na uzoefu nayo, kwa maana ya matumizi, namna ya kumove kitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kama nilivyokuelekeza. Lakini kabla sijakuacha, unaweza ukafanya movement nje ya document pia, kama kuna document nyingine ambayo tayari umeshaitengenezea title. Mfano, naweza nikatoa nikatoa doc, nikatoa subject, yani nikatoa object kutoka hapa kwenda katika kwenda katika uh, document nyingine. Mfano, naweza nikashika hichi hichi kishepu chenye rangi nyeusi, kwa maana ya kwamba hichi e, kibox inaweza nikakishika nikakileta paka hapa sehemu imeandikwa PSD hapa PSD. Nikashusha taratibu nikaachia hivi. Maanake nita, unaona hii tayari inaonekana hii hapa. Kwa hiyo unaweza ukatumia huo mfumo badala ya ku ku, ku, ku control C. Kwa kwa hiyo naweza nikashika hii nikaja hapa juu taratibu taratibu, nitaenda nitaenda, nitaenda, nitatafuta labda hapa ndo kwenye title yangu, nitashuka nayo wakati huo nikiwa nimebonyeza left click hivyo hivyo, then nitaachia na naweza nikaikuza hivi ikaonekana kwamba ipo hapa tayari. Kwa kusema hivyo leo tuishie hapa tukutane katika darasa jingine ambalo litakuwa ni mwendelezo wa mafunzo ya Adobe Photoshop sehemu ya tatu, ambapo tutaangalia tool nyingine inayofata, kwamba inafanya kazi yake kazi gani. Kwa maana nyingine itakuwa ni tools hii hapa, inaitwa yenyewe, inaitwa rectangular merge tool. Kwa ujumla, tutaangalia tools ambazo zimebebwa na selection tool, kwamba selection tool zitakuwa kuna tools nyingi ambazo zimetumika, lakini zote zinatumika katika hali ya kuselect katika staili tofauti tofauti, na namna gani zinaweza zikaturahisishia kazi. Asante, wakati mwingine.